Amjambo, habari za leo? Nafurahi kuongea nanyi tena jioni ya leo. Je, umewahi jua kwamba unaweza kutumia kif, kifuli kutatua matatizo kadhaa yanayohusu mambo ya pesa? Basi leo nitakufundisha namna ya kutumia kifuli kutatua na kufungua hatima yako katika maeneo za kifedha ni jambo ambalo watu wengi wanalipuuza, wengine wanalitukana sana, kwamba ni jambo la ushirikina. Wengine wanasema ni vitu ambavyo havifai, vinamwondoa Kristo katika nafasi yake. Lakini nataka nikueleze ya kwamba uwezo wa Mungu na maarifa yake ya kumtambua na kujua hekima na maarifa yanayotumika katika viumbe vyake na vitu vinavyoonekana viasili ndio inatupa sisi neema ya kushiriki mambo haya. Hatuwezi kufanya jambo lolote bila yeye. Sasa wewe niamini kwamba unaweza saidika kama kutumia hii kwa hekima, kwa kujisaidia, kusaidia wengine na hata kutatua mambo yako kwa heshima na utukufu wa Mungu. Basi chini ya mamlaka ya jina la Yesu, ninyi ambao mnaamini, itenda sawa. Utafanyaje? Tafuta kifuli kipya, chagua kifuli kipya, ununue. Usitumie kila ambacho kimewahi kutumika, tumia kipya kabisa ambacho umenunua. Utakichukua alafu utakifungua, kiwe wazi, usiache kikiwa kimefungwa. Kifungue kiwe wazi, alafu uweke katika mafuta yanayohusu mambo ya pesa. Kwa mfano, uh, manipula oil, mafuta yale ya kuvuta pesa, au attraction oil, mafuta ya kuvuta bahati nzuri, au favor oil, mafuta ya kibali, au uh, fast money oil mafuta yanayosababisha pesa kuja haraka, au dominion oil, mafuta yanayosababisha uweze kuwa na utawala, au freedom upande wa pesa, au ointment for Esther of favor, yote inaweza kufanya kazi. Tupa ndani uh, hii. Na kama hauna kabisa hayo mafuta, basi wewe chukua kifuli, uweka katika mafuta ya miujiza, miracle oil. Miracle Oil. Omba, anza maombi na Zaburi 51, kunyenyekea mbele za Mungu na kuomba Mungu akusaidie akuondoe katika makosa ambayo labda umefanya. Zaburi 51 itakunyenyekeza, itakufanya urudi uh, mbele za Mungu, unaonekana mnyenyekevu, kiungama dhambi zako. Jambo la pili utaomba kuelekea matamanio ya moyo wako, kumbuka hii ni huduma ya kufungua hatima yako ya kifedha sasa utakapokuwa umeomba ifunguliwe, hakuna mtu atakayefunga. Tumia maandiko kama Bwana ukifunga hakuna mwenye anafungua, anafungua na ukifungua hakuna mwenye anafunga. Anasema katika maandiko, tazama na mlango ulio wazi mbele yako na hakuna mtu atakayeufunga. Lakini maadui ni wengi watakaopigana wewe ili usiingie katika huo mlango. Sasa omba. Ukimaliza kuomba matamanio ya moyo wako, jambo ambalo utafanya utafunga hiyo kifuli, utaifunga sasa, alafu utaacha kifunguo ndani, usiondoe kifunguo, ufunge hiyo kifuli, uache kifunguo ndani. Tafuta maeneo mahali, aidha kwa njia ama mahali popote ambapo unajua inaweza kuonekana ikavutia watu kuchukua. Kumbuka ya kwamba umeomba Mungu afungue destini yako ya kifedha na mali. Popote utakapoweka kile ambacho inaweza kusaidia, kinatakikana uweke mahali mtu mwingine atafungua hii kifuli kwa ajili yako. Lakini sasa ni vizuri utafute kifuli kizuri, hata kikubwa, hata kizuri kinachovutia ili mtu akiona ajaribiwe kukichukua na kufungua, atakapofungua hiyo kifuli basi mambo yako imefunguliwa, hata awezi kwenda akakifunga tena. Ikifunguliwa tu mara moja hiyo mambo ya fedha na kuambia imefunguliwa, na hakuna mwenye ataweza kuizuia. Ukitaka vizuri kuendesha maombi aina hii, ifanye kwa siku tatu. Kifuli kikiwekwa tu ndani ya nini, ya mafuta yale Alafu naomba unaomba siku tatu, hata ikiwezekana, funga na kuomba. Funga ukiwa kwa maombi, omba kwamba Mungu akusaidie hiyo huduma ifungue mambo yako ya kifedha. Basi ukimaliza, ndipo utaenda kutoka. Siku ya tatu, tafuta mahali ukakuweke, kwa njia ama mahali ambapo najua mtu ataona na avutiwe, ni kivuli kipya, ni kizuri, kinafanya nini hapa. Atachukua akifungua tu basi mambo yako yamefunguka, si nimekusaidia mwanangu. Huduma hii unaweza ifanya siku yoyote, ila mchana ama usiku, wakati wowote. Wajana wale wanakuambia kwamba huduma za aina hii ni za kishirikina, wewe amini kile nakuambia, mambo yako yatafunguka. Asante, tukutane kwa hiyo video nyingine. Bye, bye.